Mrembo Rita ameamua kuvujisha sauti za mashemeji ambao walikuwa wanampigia debe msanii Diamond Platnumz au kwa Kiswahili fanisi walikuwa wanamwombea msamaha Diamond kwa Rita. Rita aliweza kuahidi kwamba ikitokea eh, mashemeji wakabisha kwamba yeye hajapigiwa simu na ndugu wa msanii Diamond Platnumz basi ataweza kuanika voice zikiwa zinasikika ni kwa namna gani walikuwa wanaongea kwenye simu wanazungumza, na ni mara ngapi ndugu wa msanii jamii Diamond wamekuwa wakimpigia simu kumsumbua kwamba arudiane na ndugu yao, arudiane na ndugu yao. Na nitakwenda kukusikilizisha hii voice, ikiwa inaonesha Rita akiwa anazungumza na ndugu wa msanii Diamond Platnum na ndugu huyo akiwa bado ameendelea kumkana Zuchu kwamba Zuchu hajaolewa na msanii Diamond Platnum, akiwa anamwambia wewe, hiyo ndo umeiona wapi? Imekuwaje kuwaje? Mambo ni mengi jamani, mjini, muda ni mchache. Na ukiangalia Rita alikuwa anamtaja Zuchu maksudi, kwamba huyu jamaa tayari ameshamwoa Zuchu, mwwazochu mimi kwangu anakuja kutafuta kitu gani? Ngoja tusikilize hii voice, ili mradi tu uweze kunielewa ni kitu gani ambacho ninaweza kukizungumza kwa sasa hivi nini? Niambie, uko poa? Uko zangu nyumbani Magomeni Mbezi. Nimesikia umesema Magomeni. Mme wangu mme wa Zuchu, unatafuta matatizo? Hapana bwana, tusiamini maoleo. Sitaki bwana, hapana, yeye ameshaoa bwana, kamua mke wake wewe tena, wewe ndio usiongee. Juzi nimekuona uko kwenye birthday huko, mnalishana keki, unachekacheka unamparapara shibidi yako. Sinimwona nasiga msafiri na bar bichi

Yani bora hata kipindi kile ambapo alikuwa ajaoa. Sasa hivi mtu ameposti kabisa mwanamke, mimi ndoshia wewe, we mwenyewe ukatoa pongezi kabisa, oh

kama ambavyo tumeweza kuisikiliza hiyo voice, hayo maongezi kati ya mrembo Rita pamoja na shemeji yake, ikiwa inaonyesha wazi kwamba Diamond Platnum amekolea kweli kweli katika penzi la Rita, na ikiwa inaonyesha wazi kwamba Zuchu anakataliwa na mashemeji zake pindi hapa ambapo Rita anahitajika na msanii Diamond Platnum. Hayo maongezi yanajieleza wazi na inaonesha wazi kwamba Rita tayari anaringa, anamringia Diamond kwa sababu ameshajua Diamond anampenda kwa asilimia sana. Sasa tujajua ni kitu gani ambacho Diamond anakikosa kwa Zuchu mpaka ifikia hatua e, ameweza kutuma hata ndugu zake kwa ajili ya kuzungumza na Rita, Rita aweze kumsamehe, aweze kurudiana. Bado tunaendelea kujiuliza maswali mengi sana. Huyu Rita amempatia nini Diamond Partner mpaka mpaka Diamond ashindwa kabisa kumove, ashindwa kabisa kuendelea na maisha yake na mke wake kama hivi. Lakini kitu ambacho pigia simu amemkataa na kumwambia kwamba, mimi sasa hivi nina mahusiano yangu, lakini pia kikubwa, Diamond tayari ameshaoa ndoa kabisa ya Kiislamu, ya nini niendelee kuangaika na wanaume za watu? Kitu hicho kimewafurahisha sana watu wengi na kuonesha wazi Rita hatamani kabisa kurudia yale makosa ya zamani ambayo alishayawahi kuyafanya na msanii Diamond Partner. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, zochia maoni yako, lakini pia usisahau ku